Bwana ya Pata Pata Shop kurudi tena na sasa tuna mzigo mpya wa panzia hizi. Hizi panzia 2 in 1. Ni panzia za kisasa, muonekano mzuri na bei yetu kama bei ya kutupa tu. Unajua? Bei yetu ya promotion ni elfu ishirini na nane lakini kwa anaenda kufanya delivery ni elfu thelathini. Kwa hiyo kwa mtu anayehitaji of course njoo katika DM yetu, njoo katika WhatsApp yetu. Kama unaona tutaona tunaweka namba za chini hapo ili uweze kutufuatilia na kupata kitu ambacho ni quality tunayotaka. Ndio ninasema Pata Pata Shop, the quality you want. Unaona, na kama unavyoona hii, hata nikisema nikutolea hadi mwisho, mwenyewe utaweza kuona ni kitu ambacho ni bado kiko still, yaani yani, sasa tuchukue mtumba. Hiki kitu ni chenyewe mimi OG, yani sasa, kama sasa unaendelea. Sasa hii, sasa hivi ni promo ambayo ni ipo very true, very short na very clear. Unaona, kama unavyoona sample nyingine, unaona. Sasa unafikwaje na mambo mazuri, kipindi cha Basaka, kipindi cha hivi na kusali juu, nzuri kabisa Sio pata pata shop tutoke eh, sipo na mwambia na mgeni aje anashinda kuingia kwako eh, ya bwana ndio tumeanza kuendelea kuendelea, usipite una pata pata shop. Okay, uh,